Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israel imeanza tena mapigano kwa nguvu zote dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa yake ya video, aliwaonya kwa kusema kwamba mazungumzo yataendelea chini ya mashambulizi na kwamba huu ni mwanzo tu. Maoni yake yanajiri baada ya ndege za Israel kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya kile ambacho jeshi lilisema ni malengo ya Hamas huko Gaza. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilisema zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi hayo na mamia ya wengine kujeruhiwa wimbi hilo la mashambulizi likiwa kubwa zaidi tangu kusitishwa kwa mapigano kwanza tarehe kumi na tisa Januari elfu mbili ishirini na tano. Usitishaji huo wa mapigano uliochukua muda mfupi ulikuwa umeendelea hadi sasa, lakini wimbi hili jipya la mashambulizi linaonyesha mipango ya kukomesha vita hivyo inaweza kuwa nje ya meza. Mashambulizi anga, ya anga dhidi ya maeneo ya Beit Lahia Rafa, Nuseirati na Almawas siku ya Jumanne yalivuruga amani ambayo watu wa Gaza walikuwa wakipitia tangu mwezi Januari, na hospitali kwa mara nyingine tena zimefurika majeruhi. Mashambulizi dhidi ya Gaza yamelaaniwa na Misri, mpatanishi katika mazungumzo hayo. Mashambulizi hayo ni ya anga. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Misri, Tamim Khalaf, alisema kwamba mashambulizi dhidi ya Gaza yamelaaniwa na Misri ambaye ni mpatanishi katika mazungumzo hayo. Mashambulizi hayo ya anga ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano na yanawakilisha hatari. Katika taarifa yake, msemaji huyu alinukuliwa akisema kwamba, namnukuu, nilishtuka kwamba vita vilianza tena, lakini wakati huo huo, hii ndiyo tunatarajia kutoka kwa Waisraeli. Watu muhimu wa Hamasi waliuawa katika mashambulizi hayo ya anga, akiwemo Meja Jenerali Mahmudu abu Watfa, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Gaza na afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Hamasi. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.